Okay. Basi usikiapo hapo tangazo hili mwarifu na mwenzio. Hili mtangazo kwa wakazi wote ambao wako Njombe na wilaya zake, kata vitongoji na viunga vyake vyote. Tangazo hili ni kwa wale watu ambao wanakaidi maelezo ya ajenti wetu ambaye anafanya kazi na sisi, yani bwana Eze Mamuvi. Kwa hiyo popote ulipo, kama unasikia na unaona klipu hii basi anza kufuata utaratibu na ununue movie zetu kwa sisi, ambaye tunaitoa maelekezo kwamba chukua movie sehemu fulani. Kwa hiyo, tukikukuta na movie zetu na haununui kwetu, maana yake ni kwamba unakwenda kinyume na sisi, tunaweza kuzifuta au kukuchukulia hatua kali za kisheria. Naitwa mjukuu mwanambamba Papa Fernando. Kwa popote kama unapata habari hii, mpe taarifa na mwenzako. picha ni ma za madij wote, ambaye zimetafsiriwa Kiswahili, pia ziko chini ya usimamizi wa uongozi wa maajenti wa Tanzania nzima. Sasa tutapita wote